penda bado ni bia siko sawa, nionewe huruma. Na kibaya zaidi namvumilia kumonyeshe na mpenda bado ni bia siko sawa, nionewe huruma, ninapotoka mwingine naingia kumficha wezi, watu wanashuhudia, dunia hada na hakuna kimbilio dunia hada na hakuna kimbilio. Huyu mganga, huyu mwizi, ni kilio, siko sawa, ionewe huruma. Ah, siko sawa, nionewe huruma uruma. Dhoruba, dhoruba, ya maisha, maisha. W yeah. Yani kwa uzuri huo hapo hauna simu aise ah. Unachekesha, unachekesha yaani huo, uh, uzuri hauna simu. Sasa sikia, yeah, hiyo limeisha. Swala la simu kwangu limeisha. Sasa weye, ongozana na mimi nikakupatie hiyo simu. Wewe una simu? simu, e -simu. Uh, usizalau wakati mimi nimekuuliza umesema una simu. simuaa we, wewe, hilo limeisha kwangu, wewe nataka nikakununulia iPhone macho matatu sasa sema dada, unakuwa unadharau tena. Sasa una dharau na hauna simu ah, sawa. Kwa hiyo tunafanyaje, twende nikachukue hiyo simu. Sasa usifanye hivyo dada, twende bwana, eh? Kainu simu kainunue simu nilete, kainunue simu nikulete kwanza. hey, mimi nawaizaidi well, namvumilia kumonyeshe na mpenda bado ni bia, siko sawa, nionewe huruma. Na kibaya zaidi, namvumilia kumonyeshe na, na mpenda bado ni bia, siko sawa, nionewe huruma. Ninapotoka mwingine naingia kumficha, wezi watu wanashuhudia, dunia hadana, hakuna kimbilio. Kaka salama, kwema. Kwema, vipi? Mzuri, mzima, mzima. Ndio e. e. samani Akaka nilikuwa na shida. Shida. Eh, naomba unisaidie namba yako ya simu. Namba yangu mimi? Eh. Yaani nita. Shida nayo tu kaka, Unisaidie. Yaba. Aya, asante. Aya, asante. Aya. Nitapata namba ya simu. Asante.

Nimetoka <muchu> hapa kama kawaida, mishe zangu nimemaliza. Haya, huyo nimetoka niwahi kurudi nipikie mume hmm. Nimeenda huko, tumemaliza mambo yetu <gibu> <gibu> aya, kuja ananiambia tio, hela sina. Hela una? kwa hiyo nakuwaje? kesho nitakupa. Hata angesema hivi ipo nyumbani, nimeisahau, tutoke hapa twende. Anaambia hela hana, kesho tu <gibu> kesho mm -hmm. Shoga, kwa hiyo, yeah. <laughs> hey. ha -ha. -ha. Kwa. Yani, sijaelewa kwamba amekwambia hela hana, anakupa kesho, akiwa na maana ah, mlikubaliana, hakuwa kwenye makubaliano? Baada ya kumaliza gili changu, ndo najibwa ela sina, hmm. Kwa hiyo umekopwa kazini, sema wewe ajali kazini, tena kukopwa e. yeah. na ndo maana mnaandiwaga mtulie, mtulie. alikwambia figa moja linaivisha nani, mm? Ndio hilo so. limekupata mm. Figa moja tu alivisha, na ndo maana limekupata. Oh, wow imenitokea maana si kawaida yangu, ni leo tu ajali kazizi. <coughs> kwa hiyo umelizika kabisa na yeye kukopa sasa. Wewe mtu kasha kwambia hela hana mpaka kesho, unafanya nini mtu kama huyu bwana? Shida yako wewe, kama umeamua mtu kudanga, ongea kabisa na mtu mapema akupe chako upite hivi. <coughs> Eh, umekopwa <coughs> nashi umekopwa. Mnakwoga, mnaniboa, mnanikera. Nini yani? Naambia hii baba nipe pole, unasema na hivi na hivi, pole umefanya hivi. Kukopo jamani, pole kukopo. Sije kazini. Shughuli zimekanona zaidi hapa, kesho tukapita, hata salamu hakuna. Ndagula, ndagula we mganga ndagula. Ndagula kwa wateja we mganga ndagula. Karibu, karibu, karibu mteja wangu. Salama salama salama, nakusikiliza mteja. Mganga ndagula ndagula ndagula, we mganga ndagula. Karibu sana karibu sana karibu sana. Asante mkuja mga na shida, nakusikiliza. Nataka nipigie ramli, maana mambo yangu siyaelewi siyaelewi siyaelewi mganga ndagula ndagula ndagula we mganga ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula, ndagula ndagula ndagula we mganga ndagula, ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula. Ramli yako inaonyesha wewe umefika sasa, jana ulikopesha Mganga, mga, mga, ndagula ndagula ndagula we mganga ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula. Ramli nyingine inaonyesha hapa nyumbani kwako maisha na mumeo yameyumba, kijana tena yameumba haswa na siku mbili mnaweza mkaachana. Sasa chagua haya mawili kati ya, ya mmeo. Mganga ndagula dagula, we mganga ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula. Wewe hapo inatakiwa uliniu. Kwa nini zamani hutuulikuwa wapi kuliniu dawa zako? Mimi nilikuwa sijui, nikajua ni ile dawa nimeitengeneza. <laughs> Mganga ndagula ndagula ndagula we mganga ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula ndagula ndagula, ndagula mganga ndagula haya, sasa hapa nakupa dawa ya kukoga ili kutengeneza nyota yako, kusafisha nyota yako shafika, mpaka unakopesha na nyumba imeyumba hii. Ndo dawa sasa, ukakoge mganga ndagula we

ndagula ndagula we mganga ndagula ndagula kwa mteja we mganga ndagula ndagula we mganga ndagula ndagula kwa mteja we. Kuna dawa mbili hapo, kuna dawa nyekundu na ya bluu. Hii dawa utakoka njia panda saa saba mchana ukiwa umevaa hii dawa nyingine utampa mumeo. Hii dawa ya kuliniu utampa mumeo. Hii ya mkosi utakoga njia panda ukiwa umevaa nguo, kwa kutoa mkosi wako huo unaikopesha, naomba hela ya ramli shilingi elfu mbili ya kilinge na hela ya dawa shilingi elfu tano Mganga ndagula ndagula ndagula, weka hela ya kilinge

na kibaya zaidi ninamvumilia, kumwonyeshe nampenda bado, ni bia siko sawa, nionewe huruma. Na kibaya zaidi ninamvumilia, kumwonyeshe nampenda bado, ni bia siko sawa, nionewe huruma, ninapotoka mwingine na mficha wezi watu wanashuhudiya, dunia hada na hakuna kimbilio, dunia hada na hakuna kimbilio. Huyu mganga, huyu mwizi ni kilio, siko sawa, ionewe huruma ah.